Bwana Yesu asifiwe. Niseme na Watanzania kwamba nchi imelaniwa, nchi imenajisiwa kwa damu nyingi zilizomwagika kwa miaka mitatu mfululizo sasa, na kubwa kuliko ni mauaji ya Oktoba 2029 ambayo yamefanyika na kufanya nchi kumeza damu za vijana wetu, kumeza damu za Watanzania. Damu zao zimeilani nchi, zimeinajisi nchi. sasa Hakuna sadaka, hakuna udongo upako mwa mposa yoyote, ambao unaweza ukaikomboa nchi isipokuwa damu ya hao waliofanya hayo. Walioua wanatakiwa wauawe, ili kuikomboa nchi kutoka kwenye unajisi na laana ambayo imepata nchi ya Tanzania kwa sababu ya damu za ndugu zetu waliomwagika, damu ya polepole, damu ya mdude, damu ya soka, damu ya chaula damu za ndugu zetu wote waliotekwa ambao kama wameuawa wameuawa, damu zao zimeilaani nchi, na hakuna chochote hakuna udongo uliokombolewa, mwamposa yoyote ambao unaweza ukaikomboa nchi hii isipokuwa wale waliofanya hayo watafutwe na wao wauawe, ndipo tutaweza kuikomboa nchi kutoka katika unajisi wa damu zilizomwagika na kubwa kuliko ni damu zilizomwagika Oktoba 2029, na siku zile kadhaa. Jaji walioba anasema mauaji hayo kwa takwimu hizo ambazo wameziona, mauaji kwa idadi ya waliokufa ni kubwa zaidi ya wale waliokufa kwenye vita vya Kagera, na kwenye vita ya Kagera walikuwa wanaua ni adui, lakini haya wanaua ni wetu wenyewe, Watanzania wenzetu sasa hakuna aina ya sadaka, hakuna aina ya maombi ambayo wachungaji mnajifanya mnazidi kuwaombea wenye mamlaka ambao wanafumbia macho mambo haya, hakuna aina ya maombi, hakuna aina ya sadaka ambayo inaweza ikaikomboa hii e nchi isipokuwa waliofanya hayo watafutwe mmoja baada ya mwingine, na wao wauwawe, ili ndipo waweze kuikomboa nchi, kama mnataka kuikomboa nchi. La sivyo, hakuna chochote ambacho kitafanyika. Katika kitabu cha Hesabu sura ya 35 mstari wa 33 imeandikwa hivi kama navyosoma: hivi hamjaitia unajisi nchi ambayo mwakaa, kwa kuwa damu huitia nchi unajisi, wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya damu iliyomwagwa ndani yake, isipokuwa ni damu ya huyo aliyeimwaga. Kwa hiyo msiitie unajisi nchi mwiketio, ambayo naketi nami kati yake, kwa kuwa mimi BWANA nakaa kati ya wana wa Israeli. Hakuna chochote kinachoweza kuikomboa nchi, hakuna sadaka yote ambayo inaweza ikaondoa unajisi wa nchi, laana kwenye nchi, kwa ajili ya damu iliyomwagwa, isipokuwa damu ya aliyeimwaga. Sasa wote ambao wanasemekana wanahusika na utekaji, wanasemekana wamehusika na mauaji ya Oktoba ikiwa tunataka kuikomboa taifa kwa mujibu wa maandiko haya na neno la Mungu, Mungu ni kama katili, lakini sio katili. Lengo lake na kusudi lake, wewe mwanadamu usimuue mwenzio. Unapomuua mwenzio, unaitia nchi unajisi, hivyo na wewe unatakiwa uuawe. Ukifa na wewe ndio utakuwa unajua kwamba kuna umuhimu wa ndugu zako wanaobaki huku nyuma wasifanye upumbavu kama unaofanya wewe, wakuua watu wengine Mungu anachokitaka wa watu wote tuishi kwa amani, kila mmoja ampende jirani yake kama anavyojipenda mwenyewe, kila mmoja amwangalie mwenzake kama anavyoangalia nafsi yake. Tunapofika hatua ya kuuana sisi kwa sisi, kutekana sisi kwa sisi, mwisho wa siku tunalifanya taifa kuwa hovyo. Hali ya kutokuwa na utulivu na usalama, hali ya migongano na vurugu ambazo zinakuwa zinaendelea ndani ya taifa ni ishara kwamba wakazi wa taifa hilo wana mioyo mibaya. Hivyo wewe uliyeua unatakiwa uuawe, ili tuiponye nchi yetu. Na wewe unayepanga kuua, usiue, kwa sababu unazidi kuongeza maasi na mabaya, unazidi kuitia laana nchi. Hatuwezi kutoka kwenye shida hii, na mabaya na magumu yataendelea kutukuta zaidi, isipokuwa walioua wauawe na wao ndipo tutaweza kuikomboa nchi kutoka kwenye laana ya damu ya ndugu zetu akina Mdude, akina Soka, akina Polepole, damu ya ndugu zetu waliouawa kwenye maandamano, damu ya wote akina Shaula na wote waliotekwa miaka yote mitatu mfululizo toka, damu ya Daudi Mwangosi aliyelipuliwa na bomu na wote wale, tutaikomboa nchi. Kwa wote waliofanya hayo, na wao wauwawe; ikiwa bado wanaishi wauwawe, na wao damu zao zimwagike, nao ndipo tutaikomboa nchi. Kama sivyo, nchi itaendelea kuingia katika shida na tabu zaidi, mtaendelea kuwa wabaya na wakatili zaidi, mpaka mtapokuja kugundua kwamba mnayoyafanya ni kinyume na neno la Mungu na ubinadamu. Mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako Mwangalie mwenzako kama unavyojiangalia we, ili tuiponye nchi. Kuuana na kutekana ni ushamba ambao hautakiwa kwenda kufumbiwa macho, kwa sababu kesho na kesho kutwa kwenye taifa hili wataisha watoto wako. Laana isipokukuta wewe, itakikuta kizazi chako, naam, nao utashuhudia kwa macho yako laana ikikukuta wewe, ambayo unafanya mauaji na kuyadhamini unadhamini utekaji, laana itakukuta wewe na kizazi chako, naam, hata kizazi cha tatu na cha nne, kama hautaamua kuitii sauti ya Mungu ilisemao katika masikio yako siku ya leo. Na hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani, sasa akiwa analia kutoka mafichoni, anasema: itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu yule atakayeteswa, atakayekufa ama fai katika Bwana tangu sasa, ili apate kupumzika mara baada ya tabu zake. Yesu Kristo Mungu mhukumu wa haki yu aja mapema sana, naye anakuja kumhukumu kila mtu sasa naye anayotenda. Hii ndio maana ya neno Maranatha. Sauti ya Mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.